sana ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Septemba mwaka 2025. Karibu nikupe matokeo mbalimbali jinsi yalivyofanyika katika ligi mbalimbali kote ulimwenguni, nikianza na ligi maarufu, ligi ya EPL ambapo siku uh, ya Jumamosi timu ya Manchester United iliweza kupigwa na timu ya Brentford magoli matatu kwa goli moja. Mchezaji wa timu hiyo ya Manchester United waliyomsajili uh, kutoka katika klabu ya RB Leipzig, na mzungumzia Benjamin Sesko akiweza kutia wavuni goli lake la kwanza katika klabu hiyo ya Manchester United na goli lake la kwanza katika uh, EPL. A uh, timu ya Brighton iliweza kuipiga timu ya Chelsea magoli matatu kwa goli moja. Mchezaji Dani Welbeck akifunga magoli mawili na kuisaidia timu hiyo ya Brighton kuifunga Timu ya Chelsea magoli matatu kwa goli moja. Na kwingineko ni kwamba timu ya Liverpool iliweza aa, kupata kipigo chao cha kwanza cha msimu huu kipigo kutoka katika klabu ya Crystal Palace cha magoli mawili kwa goli moja, mchezaji Willock akifungia timu hiyo ya Crystal Palace goli la pili la kuiwezesha timu hiyo kuchukua alama tatu kutokea katika miamba hao wa soka wanaosakatia kule Merseyside katika ugawao wa Uh, ni field na kwingineko ni kwamba uh, timu ya Aston Villa hapo jana iliweza kunyakulia alama tatu za kwanza ama ushindi wa kwanza katika ligi ya EPL baada ya kuifunga timu ya Fulham magoli uh, matatu kwa goli moja. Uh, timu ya Tottenham iliweza kutoka, kutoka sare ya goli moja kwa moja na timu ya Wolves. Mchezaji Joao Palinya akifunga dakika za lala salama na kuisaidia timu hiyo ya Tottenham kuweza kuishinda kutoka sare ya goli moja kwa moja na timu ya Wolves. Siku ya Jumapili timu ya Arsenal Uh, iliweza kutoka nyuma na kuichapa vibaya sana timu ya Newcastle United magoli mawili kwa goli moja. Mchezaji Mikel Merino uh, akisaidia timu ya Arsenal uh, kwa kufunga goli la kwanza la, kusa, la kusawazisha matokeo huku mchezaji um, mlinzi Gabriel Magales akifunga uh, goli la pili dakika za lala salama uh, na kuhakikishia timu ya Arsenal magoli mawili ama uh, ushindi wa magoli mawili kwa goli moja, kuipa Arsenal matumaini makubwa ya kuweza kunyakua taji la EPL msimu huu wa 2025-2026. Kwingineko ni kwamba katika ligi ya La Liga, timu ya Real Madrid iliweza kupigwa kichapo a, kitakatifu kutokea katika kutoka kwa wenzao wa jiji la Madrid, nazungumzia Atletico Madrid, wakiifunga timu ya Real Madrid magoli matano kwa magoli mawili, huku wenzao wa timu ya Barcelona wakiifunga timu ya Real Sociedad magoli mawili kwa goli moja. Katika taarifa zingine ni kwamba aliyekuwa mkufunzi wa timu ya, ya Chelsea Graham Potter aliweza kupigwa kalamu, aa, makufutua kazi na timu ya West Ham baada ya matokeo duni, huku timu ya West Ham ikimsajili aliyekuwa mkufunzi wa timu ya Nottingham Forest na namzungumzia Nuno Espirito Santo. Itakuwa inaangaliwa iwapo kocha huyu Nuno Espirito Santos ataimarisha matokeo ya timu hii ya West Ham atakuwa uh, uh, anaimarisha matokeo ya, ya ya, timu ya West Ham. Na timu ya ya, Liverpool bado inaongoza jedwali jaduali la EPL uh, kwa alama 15, timu ya Arsenal ikiwa na alama 13, timu ya Crystal Palace na alama 12 na timu ya Sunderland ikiwa na alama 11, na baadhi tu ya timu kama timu ya Manchester United ikiwa na alama saba tu, timu ya Chelsea ikiwa na alama nane. At kupata hizi na taarifa zingine mingi za spoti endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii at Nasa Mnazareti follow pale Facebook na pia Nasa ama Mnazareti sports pale Facebook follow. Mnazareti sports pale TikTok follow. na pia Mnazareti sports tupo pale YouTube subscribe. Kwa kazi yetu, mimi wana nito vasia, Nasa Mnazareti wana nito vasia kwa maana nakupa kazi ama injili safi, injili ya haki, injili ya kweli, injili huru ya spoti, jinsi mambo yanayofanyika kote ulimwenguni hasa Mnazareti hapa, endelea kunifuatilia.